Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Wilfred Komba miaka 24, huyu ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Iringa. Mwingine ni Lenad Shamba maarufu Paulo miaka 21 moja, mkazi wa Tarime mkoa wa Mara. Mwingine ni James Mwakalebela miaka 26 sita, huyu ni mkazi wa Ngonga wilaya ya Kyela na wa mwisho ni Joseph Mkwara maarufu Aliki, huyo ana umri wa miaka ishirini na sita. Huyu ni mkazi pia wa Kyela. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 45 na gramu mia saba themanini na tano na walikamatwa kwa nyakati tofauti. Watuhumiwa walikamatwa wakiwa na dawa hizo za kulevya zikiwa kwenye mabegi matatu ya mifuko miwili ya sandarusi wakisafirisha kwenye mabasi ya abiria yanayotoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa waliingiza dawa hizi katika mkoa wetu wa Mbeya kutokea nchi jirani.